Katika kipindi cha miaka minne iliyopita serikali imekuwa inaweka kipaumbele na kuongeza bajeti ya fedha za mikopo ya elimu na e, kutoka kwenye shilingi bilioni 464, hiyo ilikuwa mwaka 2021 hadi kufikia bilioni 787 katika mwaka wa fedha huu ambao tunakwenda kuumaliza kwa mwaka mpya wa masomo wa 2025 2026 utakaoanza Oktoba 2025, bajeti iliyoidhinishwa kwa ajili ya mikopo ni bilioni 916.7. Naomba nirudie bilioni 916.7, na hiyo ni kutoka kwenye bilioni 700 87 ya mwaka huu wa fedha unaoisha. Ni ongezeko kubwa na hii inaweza kuonyesha kwamba ni commitment ya serikali kuhakikisha kweli vijana wengi wa Kitanzania wanapata elimu yao tertiary education. Wanapata elimu yao ambayo kwa kweli tunawahitaji hao kuchangia katika maendeleo ya taifa letu. Ongezeko hili la fedha limewezesha idadi ya wanufaika wa mikopo kuendelea kuongezeka kutoka uh, laki moja na arobaini na tano, mwaka 20, 20 moja hadi kufikia wanufaika laki mbili na arobaini na tano mia saba tisini na tisa katika mwaka wa masomo ambao utakwenda kuanza Oktoba, wanufaika wanaotarajiwa kupata mikopo ni wanufaika laki mbili na hamsini na mbili mia saba na sabini na tatu na katika idadi hiyo wanafunzi 88 elfu uh, uh, uh, na 320 watakuwa ni wanafunzi wa mwaka wa kwanza, 88 elfu mwaka wa kwanza, wakiwemo wanafunzi wapya wastashahada, wanafunzi wa shahada za awali, wanafunzi wa stashahada ya juu na mafunzo ya sheria kwa vitendo, lakini vile vile wanafunzi wa shahada za juu na wale ambao watanufaika na Samia scholarship. Aidha, wanafunzi wanaoendelea na masomo ambao watanufaika na mikopo kwa mwaka 25, 26 watakuwa laki moja na sitini na nne, mia nne na hamsini na tatu. Hiyo ni idadi kubwa sana. Kwa nchi yetu sasa inaenda kuwa na wahitimu wa elimu ya ngazi ya tatu. Unajua kuna msingi, kuna sekondari na kuna tertiary. Kwa kuwa na ongezeko kubwa la mikopo, tunakwenda kuongeza idadi ya wahitimu ambao wanahitimu katika ngazi ya tatu ile ya elimu. Aidha, mtakumbuka katika mwaka wa masomo wa 2022/2023 serikali pia ilianzisha Samia Scholarship, kwa wanafunzi wenye ufaulu wa juu zaidi katika masomo ya sayansi katika mitihani ya kidato cha sita ambao wamedailiwa na kuendelea na masomo ya shahada katika nyanja za sayansi, teknolojia, uhandisi na hisabati au afya. Mpaka sasa wanafunzi 3186 wa shahada za awali na wanafunzi 80 wa shahada za umahiri wamenufaika na Samia scholarship zenye thamani ya Tanzania shillings bilioni 16.8, yaani tunaongelea mabii. Si naambia yule mzee wa mabii eh? <laughs> na sisi katika eneo